Huku sisi tuna amani. Kila ndio hivyo changamoto yetu ndio hivyo. Labda nilikuwa kisima cha ah, hapa chini. Si unajua jina yako kwa chimba simu. Si ule mzee Kitelebo hapa medizini bondeni. Mzee Kitelebo ajitahidi kwa visima yuko vizuri. Ndio niambie ndugu yangu bwana. Bichi kisa. Bichi kisa. Wewe bichi kisa. Nipa huku shikamu hukushka nimetumwa na nani? na binyunyu Binyu -nyu? hanakuita nyumbani kwake haraka sana. Tena haraka anakuita haraka sana sana, Binyunyu. Hmm, ananita nyumbani kwake haraka? Kuna nini huko, mambo leo. Na nilikuwa na plani, nataka nimpigie simu Dr. Chilo sawa Sim yes, Dr. Chilo mm -hmm. Tukutane naye yani Dr. Chilo, mimi na wewe, watatu watatu. Point ni ipi? Mm -hmm. Kiwa tupange mikakati ya kubadilisha mm -hmm. kwa vitendo, kwa sababu muda tunao na huu muda umefika. Tukisema tusubiri muda, muda tu sisi ndio huu. Sasa hivi sisi tunapumua, tuna afya, tuna nguvu na saa. Siku zote nikuambia kitu kimoja, muda haumsubiri mjinga. Kweli yani, wewe ukiwa unasubiria muda, basi una hasara sana, endelea sasa plani yangu ni ipi? hmm. Tutakapokutana na Dokta Chilo na Imani tutapata upana zaidi sawa, kwa sababu ulivyomzungumzia huyu mtu Dokta Chilo. Chilo namwamini. Chilo ana elimu kubwa sana. Chilo amekuja kutufungua sisi. Tukishirikiana kwa pamoja, kama unavyosema, kila kitu kitakuwa sawa na mimi nimeamua kushikamana na nyinyi, na ndio maana tayari pale siku ya kwanza tulivyoonana, hmm. yale maneno ulivyoniambia, nikasema kuna kitu sasa naanza kukipata katika akili yangu. Kwa hiyo maana sasa hivi ujue, nimefunguka sasa, naelewa lingine ndio <coughs> Nilikuwa nakufuata maana naona unachelewa sana kuja nyumbani, na hata mimi nimeharakisha sana, angalia hali ya vilima vyetu, mpaka nadondoka njiani. Nimesikia unanita, kuna nini kilichonileta hapa? Uzani hujua Gamba unaofahamu vizuri? Huyu Gamba nina mashaka makubwa, akija kuungana na Chiro kazi yetu haitoweza kutendeka kwa jambo lolote lile, na kama unavyojua mimi nina umuhimu mkubwa na vile vitu ambavyo ninavyovihitaji kutoka katika kijiji hichi, na ukishindwa kufanya hayo mambo, kuzalisha, unafikiri mimi nitakuwa na nini? Na ukifeli hili swala ukalikosa, hautakuwa na kazi. Kazi yako ya ukunga ni muhimu sana kwetu, kuona kuomba, fanya mambo yako yote. Kikisha watoto wote wanazaliwa katika imaya yetu, nadhani umenielewa. Sawa, na hata mimi nitalifanyia kazi, sitofanya makosa tena. Tena hayo makosa usije ukarudia, maana mimi hivyo vitu unavihitaji kwa maana kubwa sana. Nadhani unaelewa. Haya, tutakutana baadaye ik matukio wakunga wasio nae, sasa hivi tunao uhitaji wa kutafuta vijana hata kumi hapa kijijini, sawa? Hmm. tupata vijana kumi, tukikosa kumi tupate hata saba, sawa? Tukipata saba, kuna kitu mimi nataka nikitengeneze kwa faida yetu sisi wenyewe hapa kijijini. Yeah. tunahitaji tulete mapinduzi Lengo la zumuni la kutafuta hawa vijana, tukiwapata tuwaweke kikao, tuwamezeshe sumu. Yeah. sumu zetu zikisha waingia, tukiwa na nguvu, tunafanikiwa kila kitu, kinaenda kama kilivyopangwa. Naamini hmm. kabisa. Kuna kitu sikiliza, Gamba, kuna kitu nakiona mbele, naona kabisa tunaenda kufanya mapinduzi makubwa sana mbele, kama tutakuwa tuna msimamo huu. Mimi nafikiri tusipoteze muda mwingi sana. Mimi ngoja nikutoe lakini nafikiri bwana, mimi nataka unisindikize bondeni kule kidogo, kama hutojali, huko tukiendelea kupiga stori no. mbili tatu, maana kuna kishughuli changu nimekianzisha pale. Basi ah, kila ikifika mida kama hii mimi lazima nika eh, nikawasili kule kufanya mazingira mazuri. Sasa yeah, sasa mm, mimi sitokufikisha mbali. Nitakutoa mpaka hapo, nitarudi kwa sababu hapa ni nilikuwa sijamalizia kufufua baadhi ya shuka huko ndani. Wewe ndugu yangu bwana, mimi najua mimi na wewe tukikutana mazungumzo haya. Shikamoo. Marahaba. Vipi, kwema? Kwema. Eti nimesikia Gamba amefika hapa kijijini? Gamba ameshafika hapa kijijini na ujue Gamba kuja, nisingejua walishakutana Binyunyu huko, wemeambizana yakuambizana, wemekashifiana, wemetukanana, wemefika mpaka maneno ya ajabu wameambiana huko Hivyo mguu huu unauona natokea kwa binyunyu. Bwana ndugu yangu Mr. Gamba, mm -hmm. Mimi nikutakie tu eh, safari njema, haina shida. Shukuru kwa kunisindikiza ila tu nikuambie kitu kimoja mm. Lazima tupange mipango mikakati juu ya hili sawa sawa. Mimi nitaka nifikia apo bondeni kidogo nikakaguekague hapo mm. shamba langu kwa hiyo nafikiri tukikutana na Chilo, kila kitu kitakuwa sawa. Poa bwana, msalimie shemeji. Msalimie shemeji mbe, ipo siku eh, itakuja. Maana tangu nimefika kwenye hichi kijiji eh, naoda kwa mamangu kule kwa machilo sijala. Haina noma bwana, shemeji sijapika. Maongeza maongeza yaishi bwana <laughs> Narudi sasa nashangaa na anafika kule ananiambia kwamba Gamba na Chilo wataungana na mimi. Hilo swala sitaki linifikie huko, lakini cha ajabu yule Binyunyu amezaliwa kwenye mikono yangu hii, alafu ananiwekea mipaka mpaka mwenyewe nashindwa namuogopa. Na, na kwa nini? alafu asichokijua kijiji chote cha Mamboleo mimi mkubwa, na watu wote wananitegemea yeye mwenyewe ni, amezaliwa nimemkamata kwenye ni mikono yangu, lakini leo cha ajabu ananiwekea mipaka, ananitisha na kuwa na shindwa hata jinsi gani ya kumwelewa hmm. Basi sawa, mimi sijajia hayo, nitaka tu nihakikisha kwamba gamba amefika na pa kijijini natavyoskakwa matukio wakunga wasio na elimu kijiji, kina mwaga damu. Mambo leo, chawi, chuki, misawi, vivo, matuki chuki visa, vifo, matukio, wakunga wasio na elimu. Nashukuru mm, ah, Mr. Kilonzo, yeah, na kwa sababu umefika kwa muda mwafaka yeah, kwa sababu hata mimi mwenyewe ndo sasa hivi hapa naingia sasa. Umeona umwembe mm, na uhitaji udondoshe mm, kwa ajili ya tanuli lingine, ila tutafaza usije ukaribu hapa tanuli langu chini udondoke, sawa? yeah. mm. nishakupa elfu kumi, bado imebakia bei gani? elfu tano. elfu tano. Tusiji tukasumbuana baadaye. Haina shida, endelea na kazi. Mimi niko bondeni hapa, na mwangalia mama watoto kidogo. Sawa, naendelea na kazi ah, endelea na kazi, haina shida. Mume wangu unanijua

Si unanielewa wewe? Yaani, naomba unisikilize kwa umakini tena, ufungue ubongo wako ili ungamue yale ninakwambia, na kuelewa vizuri. Wewe ni binti moja mzuri mstaara, lakini mko ni mtu ambaye lklek lini utawaza kuandaa familia eh? Unatengeneza kizazi gani wewe? Mbona bado umri wako ni mdogo? Achana na wale wameshafeli maisha wale, si unanielewa Hebtoka oza nisikilize, nisikilize, hichi tulichozungumza hapo sitaki nikisikia kwa mtu yoyote, unanielewa? Hello. Eh, Dr. Chilo no, Mr. Gamba. Salamu, Radisa, kwema. Ah, kwema, well, na mikagamba bari za saizi salama kabisa kwema. Kwema, namshukuru Mungu. Sijui wewe. Ah, Mungu ni mwema sana mama naye ajambo? Mama ajambo. ah, sasa ndio mimi nilikuwa nataka leo tuonane saa ngapi na wapi? Uh, tufanye kama baada ya sali moja kwanza, sasa hivi tutakutana hapa nyumbani. Kuna majambo nataka tujadili hapo, sawa? Maana ni kwa kidogo shambani, nalima alima hapa bondeni. Nataka mm. nimalize alafu <tune> Bas, sawa tukutane hapa nyumbani, maana kuna jamani nimempigia simu naye aje, ndio yeah, ili tuone inakaaje, sawa. Nashukuru na nitakuja, nashukuru daktari. Ah, sang sang. Vipi bwana? Safi mama. Kuna nini? Kuna wito wa gamba. Una, una, una shida? Hapana shida. Kaniambia tu tukutane. Naomba uwe makini. Tutakuwa makini sana ha? Sawa, lakini pia mama, nimeona kuna mchunga hapa, ndio nikikwacha ni hmm, basi uweze kung'oa. Ndio, napenda sana hii mboga ukiweka na karanga ya mchungu huyo. hey. usijali mama, napenda pia. Sawa mwanangu. Shoga yangu, hivi unazo habari za hapa kijijini?